Hadithi mpya machungu ya moyo, Dard e Dil. Katika jiji la Jaipur, msichana Mr. mrembo na mcheshi aitwaye Ria Malhotra alikuwa mpiga picha wa mitaani anayejitafutia riziki. Siku moja, akiwa anapiga picha sokoni, alimpiga kijana mmoja bila kukusudia kwa kamera yake. Hei, angalia unachofanya, kijana huyo alilalamika. Alikuwa ni Ayan Kurana mtoto wa bilioni ya tajiri lakini mwenye roho ya kiburi. Ria akachukia, siwezi kuomba radhi kwa kuwa ulisimama katikati ya njia. Watu wakacheka. Ayan akageuka na kuondoka kwa hasira. Huo ndio ulikuwa mwanzo wa safari ya moto. Baada ya wiki moja, Rhea alipokea kazi mpya kupiga picha hafla ya kampuni kubwa ya Kurana Industries. Akiingia ukumbi, alimkuta Ayan, wakabakia kutazamana sekunde kadhaa. Ayan akasema kwa kiburi, huyu ndiye mpiga picha kweli, dunia imekosa watu. Lakini siku hiyo Rea alipiga picha nzuri sana, bodi ya kampuni ilimpenda, isipokuwa Ayan. Lakini ndani ya moyo wake alishindwa kusahau jinsi macho ya Rea yalivyotabasamu. Ayan alianza kumwona Rea mara nyingi zaidi, sokoni, barabarani, kwenye bustani, lakini ukweli ni kwamba alikuwa anafuatilia kazi zake kimyakimya. Siku moja Rhea aliharibikiwa na kamera yake. Ayan alimnurulia mpya bila kumwambia, akaiweka kwenye mlango wake akiwa ameandika, mpiga picha mzuri anahitaji kamera bora, rafiki asiyejulikana. Rhea alihusia upendo unakuja, japokuwa hakujua nani. Lakini mambo yalibadilika wakati kijana mwingine, Kabir, rafiki ya Rhea, alianza kumwonyesha mapenzi waziwazi wazi. Ayan hakupenda, alianza kuwa mkali mwenye wivu na mwenye hasira zisizoeleweka. Siku moja akasema, Rea, kama unampenda Kabir niambie niondoke kabisa. Rea akamjibu, sijampenda Kabir ila naona kuna mtu mwingine ambaye haniambii ukweli. Ayan akabaki kimya, hakujua aseme nini. wakati upendo unakuwa, mama yake Ayan Mrs Kurana alikasirika sana. Hawa watu wa tabaka la chini hawatakuja kuharibu jina letu. Alipanga njama akalipa mtu amtengenezee skendo bandia kwa Rea, anachumbiana na Kabir kwa pesa. Ayana kaamini bila hata kuuliza akamwambia Rea, usinipigie tena sikujui. Rea kalia machozi ya maumivu. Miezi miwili ilipita, Ayana aliteseka sana, hakulala hakula, kazi ikamshinda. Mtu aliyelipwa na mama yake Ayan alikamatwa na polisi na kusema ukweli. Ayan akalia machozi ya kuumia, nilimuumiza msichana wa ndoto zangu. Alienda kumtafuta Rea sehemu zote, hakumkuta mpaka siku moja alimkuta kwenye maonyesho ya picha, anasimama mbele ya picha yake mwenyewe aliyoinunua kimya kimya. Rea akasema kimya, kwa nini uko hapa? Ayan aliinama kwa magoti mbele ya watu wote. Rea, niliamini uongo. Sikuamini moyo wangu. Naomba unisamehe. Bila wewe, mimi ni giza lisilo na mwezi. Watu wote wakashangilia, wengine wakalia. Rea, machozi yakimwangika, akasema, "Ayan, moyo wangu uliumia sana lakini bado hukusimama kunipenda." Akamkumbatia. Miaka moja baadaye walifunga ndoa ndogo kwenye bustani ya Jaipur. Rea alipiga picha za kumbukumbu -kumbu zao mwenyewe kwa kamera ile ile Ayan aliyomnunulia. Familia yake ya Ayan ilikubali baada ya kuona upendo wao hauwezi kuvunjika. Ujumbe wa hadithi hii: upendo wa kweli hauogopi maumivu, unavumilia hadi ushindi. Kwa afya bora ya familia yako Chagua unga wa lishe wa ubora wa hali ya juu kutoka Mkolwe Products. Umetengenezwa kwa mchanganyiko bora wa mahindi lishe, mbegu za maboga, soya, ulezi, mchele. Faida za unga wetu: hujenga nguvu na kuimarisha kinga ya mwili, husaidia ukuaji bora wa watoto, una ladha nzuri na ni rahisi kupika. Afya kwa kila kizazi. Bei shilingi elfu tatu tu. Wasiliana nasi sasa 0716 2830088 au 0687 22315. Mkolwe Products. Help us to help you.